Mkuu wa majeshi ya ulinzi wa Tanzania, Jenerali Jacob Mkunda amelipongeza shirika la Mzinga kwa kuanzisha mradi wa kokoto mkoani Arusha uliopo chini ya kampuni tanzu ya shirika hilo. Akizungumza wakati wa wekaji wa jiwe la msingi la mradi huo uliopo eneo la Nanja wilayani Monduli leo tarehe 3 Mei mwaka 2025, Jenerali Mkunda amelipongeza shirika kwa kuanzisha mradi huo wa kimkakati huku akiwataka wasimamizi wa mradi huo kuwa makini na kutanguliza maslahi ya shirika ili uweze kujiendesha kwa faida na uwe darasa kwa miradi mingine. Huu mradi utakuwa shamba darasa kwa miradi mingine inayofanana na hii ya ya kokoto au madini. Kuna eneo kule Dodoma ambalo tuna, tuna mlima wa kokoto kama hizi, kwa hiyo tunategemea huu mradi ndio utoe mafunzo yote kwa ajili ya kuanzisha project ambayo itakuwa ina boom zaidi ya hii. Mwelekeo wa jeshi sasa hivi ndio huko, tulishatoka kule kwa zamani. Sasa hivi tuna na simu mwelekeo wetu tuna tunazalisha, pia ndio maana tumeanzisha miradi mbalimbali mbali, na kiukweli inasaidia sana kupunguza bajeti ile nakisi ya bajeti ya serikali ambayo ntakiwa tupatie sisi. Agede taarifa ya mradi huo, mwenyekiti wa bodi ya shirika la Mzinga luteni jenerali mstaafu Samuel Ndomba amemhakikishia mkuu wa majeshi kuwa mradi huo utasimamiwa kwa umakini sana, ili uweze kuleta tija na kuchangia uchumi wa taifa. Lengo la kwanza ilikuwa ni kuhakikisha kwamba huu mradi tutauanzisha, lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba utakapofanya kazi ni kuweza kuboost Mzinga shirika mama. Kwa upande wake, meneja mkuu wa shirika la Mzinga ambalo linaendesha kampuni tanzo ya Mzinga, Brigedia Jenerali Saif Athmani Hamisi, amesema mitambo ya mradi huo iliyofungwa ni ya kisasa itakuwa na uwezo wa kuzalisha kokoto tani mia tatu kwa saa moja. Mitambo inayotumika hapa na ina vikomponenti au sehemu kama saba, ikiwemo mitambo mitatu ya kuvunja na kusaga mawe ambayo ni jaw crusher, impact crusher, na cone crusher, lakini pia ina maeneo ya kupokelea ambayo ni hoppers, lakini na machekecheo makubwa mawili ambayo ni vibrating screens one and two, lakini pia ina conveyor belts zipatazo nne kwa ajili ya kusafirisha kokoto pamoja na mazalia mengine kama chipping pamoja na dasti. Uwezo wa mtambo huu ni tani mia mbili hamsini mpaka tani mia tatu kwa saa. Hii ni Toka Zamani TV, mimi ni Shekhani Mzeina. Kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu tafadhali subscribe na bonyeza alama kengele, lakini pia tunapatikana Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV.